Movie inaanza. James anacheza mpira na Rusi ambaye ni mwanaye lakini ghafla Rusi ana stop, na Rusi anamuona babu yake ambaye alifariki mwaka jana. James akamuuliza, umeona nini Rusi? Rusi akasema amemuona babu yake, lakini James hamuoni. Akamwambia babu yako amekufa mwaka jana na sasa yupo peponi. James ikabidi ampeleke Rusi ndani. Isabela ambaye ni mama yake na Rusi alihisi kuwa Rusi ana homa, wakasema asubuhi ikifika wampeleke hospitali, ila Rusi akasema amechoka sana na anataka akamalizie kitabu chake mama yake akamuuliza kitabu kipi Rusi? Rusi akamwambia kitabu chake yeye na Yesu, lakini akamwambia kuna mtu ambaye huwa anamuona ndotoni na anaonekana ana huzuni sana. huyu mtu mama yake akamuuliza ni mtu wa aina gani, ila Rusi akasema hamjui jina ila anachojua ni kwamba mtu yule ana huzuni sana. wakati wa kulala babu yake Rusi anamtokea tena na wanapiga stori, kwa sababu Rusi ni mdogo na ni usiku wa manane, babu yake akamwambia Rusi alale na Rusi akalala. asubuhi iliyofuata anaonekana mtu ambaye amevaa mavazi ya wafungwa na yupo hospitali. Jamaa anaitwa Edgar ni mfungwa ambaye ana shida ya figo na amepoteza kabisa matumaini, kiasi kwamba imefikia hatua hata Mungu hamuamini tena na hajali hata kama atakufa, hajioni tena kama anaweza kuendelea na maisha. Edgar inafikia hatua anahamishwa hospitali ili akapate msaada wa kubadilishiwa figo. Pasta anamwachia Biblia akiamini huenda Edgar atabadilisha msimamo wake na atamrudia muumba wake. Huku upande wa pili James anamletea dawa rusi, ila rusi hataki kabisa kunywa na babu yake anamtokea anamwambia asiache kunywa dawa hata kama hajisikii kunywa dawa kwa wakati huo, kwa sababu dawa ndiyo kitu cha msingi sana kwake. Mama yake naye anamletea chakula muda huo huo, ila bado Rusi anagoma kula, ila babu yake anamuonyesha ishara na Rusi anakubali kula, babu yake anampongeza Rusi. Anamwonyesha mama yake kuwa amemuona babu yake, ila mama hamuoni kabisa. Rusi akiwa hospitali kwenye wheelchair, alimwona Edgar yule mfungwa ambaye ana shida ya figo, akiwa amekaa kwenye wheelchair kama yeye, akawaambia wasimamishe, wasimamisha wheelchair. Alafu akawaambia huyu ndiye yule mtu ambaye huwa anamuona kwenye ndoto, yani huyu ndiye yule mtu kwenye ndoto ananijia na anahuzuni sana ndotoni. Lakini kitu cha kushangaza Lucy alimchora Edgar baada ya kumwona kwenye ndoto. Baadaye James ikabidi amfuate daktari, akamuuliza yule mtu aliyekuwa kwenye wheelchair ana tatizo gani. Daktari akamwambia ni mfungwa na ana shida ya figo, hivyo yupo hapa kwa ajili ya kupata msaada wa kubadilishiwa figo. Edgar muda wote ana picha ya familia yake, lakini anaificha sana, mara kwa mara anapojisikia vibaya anaiangalia sasa. Leo askari kaiona na akamwambia ampe ile picha. Edgar akampa na askari akaichana ile picha bila sababu yoyote. Edgar akaumia sana na hana cha kufanya. Kwanza yupo kitandani anahitaji figo jingine ili aamke tena, la pili ni mfungwa. Kwa hiyo hapo hata nguvu ya kuongea huwezi kupata, ila machozi yanaongea mengi sana. Rusi anatoroka kwenye chumba chake ambacho alikuwa amelazwa na anapita koridoni, anakutana na mfanya usafi, ila yeye pia mfanya usafi hana raha kabisa. Rusi akamuuliza mbona hauna furaha akamwambia nimefiwa na mke wangu mwezi uliopita, ndiyo maana sina furaha. Rusi akamwambia Yesu anakupenda kwa hiyo kuwa na furaha muda wote. Rusi ananyata mpaka anafika alipolazwa Edgar na rusi akamwambia, wewe ni mtu mwenye huzuni ambaye Yesu alinionesha ndotoni, na rusi akamuomba wawe marafiki. Siku moja, Rusi alikutana na Edgar tena akaomba wasimamishe kiti ili aongee na Edgar na akamuuliza, kwani wewe unaumwa nini? Edgar akamwambia, nina shida na figo kwa sababu figo yangu moja imeferi Nina muda mchache sana wa kuishi, kwa hiyo nimepoteza matumaini. Rusi alichokifanya akamuuliza baba yake kama yeye pia ana figo, na baba yake akamwambia ndio, una figo mwanangu. Rusi akamuuliza tena, nina figo ngapi? Baba yake akamwambia una figo mbili. Basi Rusi akamwambia Edgar, naweza nikakupa figo yangu moja. James akashtuka na ikabidi amtoe Rusi pale. Rusi alipopata nafasi ya kuongea na Edgar, basi alimfundisha kusali, kwa sababu Edgar alikuwa hajaiona kabisa familia yake kwa muda mrefu sana, na siku moja bila Edgar kutarajia alishangaa kumwona mke wake na mwanaye wamekuja kumtembelea hospitali. Siku moja Rusi alimwandikia daktari ujumbe na akamwambia mpe rafiki yangu Edgar moja kati ya figo zangu, na daktari ikabidi aje kuambia wazazi wake kuwa Rusi anataka ampe Edgar figo moja, na Rusi akamwomba baba yake amruhusu, lakini bibi yake akamuuliza daktari, je, figo ya mtoto inaweza kufanya kazi kwa mtu mzima? Dokta akasema ndiyo inawezekana kama magrupu yao ya damu yatafanana. Usiku Rusi alimwomba baba yake ampeleke kwa Edgar, lakini kabla ya kufika kwa Edgar akawa anawaonyesha ishara ya kuwaaga wagonjwa wengine, yani ni kama anaondoka hivi. Na alipofika kwa Edgar akamkuta na familia yake, lakini akamwachia kitabu na akaenda. Alipokuwa amekaa askari akaiba funguo na akamwambia ajifungue, alafu aje kumtembelea baadaye. Wakati Edgar anasoma kile kitabu alichoachiwa na Rusi, akaona picha nyingi sana, ikiwemo ile picha ambayo alimchora alipomwona ndotoni. Lakini mwisho wa kitabu Rusi alimwandikia Edgar message na akamwambia anahitaji kumpa figo yake moja hivyo atarudi kwenye familia yake. Edgar akalia sana baada ya kuona ule ujumbe, na kitabu hakikuwa na stori nyingine tena mbele. Ikabidi atumie funguo ambazo Rusi aliziiba kwa askari na akajifungua, na anapofika chumba cha Rusi anakuta Rusi ameshafariki, na ikawa ni siku ngumu sana kwa kila mtu, James, Edgar, mama yake na kila mtu ambaye alikuwa anamjua Rusi vizuri. Edgar akawa anaitumia siku ya tarehe ishirini na sita mwezi wa kumi na mbili kama kumbukumbu kumbu ya Rusi na kila ifika hiyo siku basi huwa anakifungua kile kitabu ambacho Rusi amemwachia, na huwa unakuwa ni mwisho wa stori kali sana, ambayo inamhusu binti Rusi ambaye aliamua kumtolea figo mfungwa ili yeye aendelee kuishi na familia yake, lakini kwa bahati mbaya Rusi aliweza kufariki. Lakini pia nikukumbusha, kupita pale kwenye ukurasa wa www.pmbet.co.tz, PMBet wanatoa magari kama vile Toyota Harrier pamoja na Nissan X-Trail. Haya ni magari ambayo mpaka sasa hayana mtu ambaye anayamiliki, kwa hiyo wewe mshikaji ambaye upo nyumbani unaweza kutumia nafasi hii kwenye kwenye www.pmbet.co.tz na ukaweza kujishindia. Lakini pia wewe kama ni mpenzi wa kasino, kumbuka kwamba PMBet ni kampuni namba moja Tanzania ya kasino ambayo unaweza ukaspin na ukajishindia kiasi kikubwa sana cha pesa. Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya ni kwenda pale kwenye www.pmbet.co.tz. Onyo: hairuhusiwi kuchezwa kwa alio na umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kistaarabu. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari moja Tanzania.